Mabibi na mabwana, habarini za wakati huu. Uh, hongereni kwa kufikia kipindi hiki cha msimu wa sikukuu. Herini wote kwa sikukuu ya Christmas na mwaka mpya elfu mbili na ishirini na tano. Basi hiki ni kipindi cha tathmini, hii ni kipindi cha tafakari, ni kipindi cha kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo ametulinda, ametujalia, ametupa zawadi hii ya uhai ya sisi wote kufikia kipindi hiki wako wenzetu wengi ambao walitamani kufika muda huu lakini hakuweza kufika. Sisi ni nani basi? Sisi ni nani? Tusitafakari sisi ni nani, tuzimshukuru Mungu kwa kutufikisha wakati kama huu. Basi katika kipindi hiki cha tafakari, ninachotamani leo tuangalie ni namna gani sasa tunaanza mwaka mpya, wakati tumetafakari kwa namna yetu, um, tumefanya nini 2024? Basi tutafakari, tutafanya nini tutafanya nini mwaka 2025 na ishirini na tano sasa. Leo ninakuletea hatua tano, hatua tano ambazo unatakiwa uzifanye ili uweze kufikia mwaka wa elfu mbili ishirini na tano kwa namna ambayo unaikusudia. Hatua tano, karibu sana. Hatua ya kwanza, hatua ya kwanza ni kuweka malengo mahususi, kuweka malengo mahususi. Malengo mahususi ni nini? Malengo mahususi ni yale ambayo uh, wana, wataalamu wanaita smart goals, eh, malengo ambayo ni smart smart maana yake malengo ambayo kwanza ni specific, yani ni ni, ni maalum uh, ni maalum sio lengo tu li, liko vague. ah, ni lengo kabisa, unaweza ukalishika namna hii, lakini ni lengo ambalo ambayo linapimika, linapimika. Kwa sababu malengo nia yake wakati fulani huweze kupima kama umeenda sawasawa sawa, ama hujakwenda sawasawa. Kwa hiyo lengo lako nalo liweka lazima liwe linapimika, lakini lifikike. It should be achievable kama huwezi kulifikia, maanake uweka umeweka lengo ambalo liko juu sana ya wewe. Kwa hiyo maanake uh, hakuna sababu ya kuweka lengo lengo ambalo unajua huwezi kulifikia. Kwa nini uliweke basi ile lengo? Lakini pia tunatakiwa ile lengo ambalo ni relevant, lengo ambalo kweli linakuhusu. Ukiweka lengo ambalo halikuhusu wewe, e, sasa utapimaje kama mtekelezaji ni wewe, lakini lengo halikuhusu wewe? Maana ile lengo sio smart, ile lengo sio smart. Lakini mwisho wa yote, ile lengo lazima liwe time bound liwe na muda maalum, kwa sababu ukiweka tu lengo limeenda tu huko mpaka huko maki, ile lengo sasa huwezi kuifikia lile lengo, huwezi kuipima lile lengo, halina muda maalum. Ni lini utasema nimefanya vizuri? Ni lini utaweza kusema ah, sijafanya vizuri? Lazima kuwe na muda maalum. Hayo ndio malengo ambayo yanaitwa smart. Kwa mfano, uh, mtu mwingine anaweza kusema nina lengo la kuwa na afya bora. Kuwa na afya bora, afya bora ina vipengele vingi, afya bora ina vipengele vingi sana lakini uwe specific basi, sema mimi nataka kupunguza kilo tano eh ndani ya miezi sita, kwa mfano eh. Kwa hiyo nitafanya mazoezi e, eh, au nitapunguza chakula cha mafuta. Kwa hiyo hapo tayari umeshaweka lengo ambayo lina muda, kwanza ni miezi sita, lakini unaweza kaipima kwa sababu utapima uzito wako wa sasa, alafu ndani ya miezi sita utapima uzito wako umeongezeka au umepungua kwa kiasi gani, ili ujue kama umefanya vizuri ama hujafanya vizuri au ni malengo ambayo ni smart. Kwa hiyo katika mwaka 2025 ndugu yangu, ningeenda ningependa kukuomba kwamba au kukualika kuku, uh, uweke malengo ambayo ni smart, malengo ambayo unaweza ukayapima, malengo ambayo wewe mwenyewe unaweza kufurahia matokeo yake from time to time. Kwa sababu lazima kuwe na vipindi vya kujipima, ninakwenda vizuri au ninakwenda vibaya? Au unasema am I still on track au nimeshatoka nje ya mstari? Kwa hiyo ninafanya utaratibu ili niweze kurudi eh, katika mstari. Hiyo ni hatua ya kwanza, hatua ya kwanza katika kufanya basi mwaka elfu mbili na ishirini na tano uwe mwaka ule ambao una utamani, mwaka wa mafanikio. Hatua ya pili ay, ni kujua sasa vipaumbele na kutenga muda kwa ajili ya hayo malengo. Umeshaweka malengo yako ambayo ni smart. Sasa malengo pengine yako kadhaa, sasa haya malengo kadhaa uliyoyaweka lazima utengeneze vipaumbele katika, labda labda umeweka malengo matano haya malengo matano kwa mfano, resources zikiwa limited kabisa, yani sitaweza kutekeleza yote, na labda naweza kutekeleza mawili. Ni yapi mawili hayo ambayo nitakwenda nikuweza kuyatekeleza? Uweke vipaumbele. Kwa hiyo kwenye uchumi kwa tunasema uweke scale of preference, scale of preference kwamba kama ni moja basi ni hili, kama ni mawili basi ni haya kama ni matatu basi ni haya. Uweke scale ili, ili kama resources zitakuruhusu uh, kutekeleza hayo mengi zaidi, basi unajua unakwenda la kwanza lipi la pili lipi, na kadhalika, kujiweka vipaumbele vya malengo yale ambayo unakwenda kuyafanya. Jua vipaumbele na utenge muda kwa ajili ya hayo malengo, kwa sababu usipotenga muda si hautafanya, na kama hutafanya, basi hutafikia kile ambacho unatamani kufikia. Nafikiri na hapo tumeelewana. Hatua ya pili ni kujua vipaumbele na kutenga muda kwa ajili ya malengo hayo ambayo unataka kuyafikia kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kumbuka wakati unafanya yote hayo unajaribu kukumbuka um, mwaka elfu mbili na ishirini na nne ni malengo gani uliyaweka na ulikwama wapi, unafikiri sababu ya kwama kwako ilikuwa ilikuwa kitu gani? Kwa hiyo wakati unaweka vipaumbele unawaza resources zako, unawaza muda, unawaza na mipango mingine e, ili uweze kujua mimi vipaumbele vyangu ni hivi hapa. Hiyo ni hatua ya pili, ndugu zangu. Hatua ya tatu ambayo lazima tuifikirie ili uweze kufikia malengo yetu ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni kutafuta sasa rasilimali e, na msaada pengine, kama unalazimika una kutafuta msaada. Kwa sababu unaweza ukaweka malengo ambayo pengine wewe kwa kutumia wewe mwenyewe kufikia malengo uweze kufikia. Unaweza ukawa unazo rasilimali lakini rasilimali hizi hazitoshi, pengine kuna namna nyingine ambayo umeifikiria ya kubusti uh, ule ule ule ule mtaji au kuvunisi rasilimali ambazo ambazo unazo, inaweza kana nyingine rasilimali muda. Eh, unataka kujua ili rasilimali muda iweze kuntosha, kutekeleza hili nini natakiwa kufanya, nini natakiwa nisifanye? Eh, au kama ni kitu ambacho kinahitaji um, rasilimali nje ya wewe, labda natakiwa uingie partnership na mtu ili uweze kukamilisha jambo fulani, au skills ambazo unazo pengine haziwezi kufikia kutekeleza lengo lile. Lakini unatakiwa ufanye vile, uende ukabrush kidogo skills zako labda kwa miezi miwili kabla hujaja ukaanza kufanya jambo hilo. Yote hii utafuta rasilimali e, na msaada wa kufanikisha malengo hayo. Eh, rasilimali inaweza kuwa fedha, rasilimali inaweza kuwa muda, rasilimali inaweza kuwa skills eh ambazo wewe una na mwingine anazo au unazo lakini ulikuwa hujazimobilize vizuri ukasema kwa kutumia skills hizi nitafanya moja mbili tatu yani maarifa. Kwa hiyo um, lengo la, la, mimi st step ya tatu katika kufikia malengo yako mwaka elfu mbili na ishirini na tano la kwanza ni kutafuta rasilimali muhimu, kama ni fedha, kama ni maarifa, kama ni msaada kutoka watu wengine, lazima uwe umejua kabla hujaanza kutekeleza. Ujue kabisa hiki ni mimi peke yangu ninafanya nakitafika mwisho, kama sio useme hiki ni lazima niingie partnership, au hiki ni lazima nianzishe kitu fulani, hiki ni lazima niende shule kidogo yote hayo lazima uwe umejua unahitaji nini katika kutekeleza jambo unalotaka kulitekeleza. Kwa mfano unaweza ukawa unataka kufanya kuanzisha biashara mtandaoni, ili uanzishe biashara mtandaoni una mahitaji yake. E, na mahitaji yake yanaweza kapimia uwe na kompyuta e, lakini uwe, uwe na mitandao ya kijamii kwa ajili ya masoko e, uwe na ujuzi wa kufanya hayo kuanzisha tovuti labda yote haya unaweza kuyafanya wewe au lazima upate mtu mwingine wa kufanya hayo? Lazima uweke kando utengeneze maelezo yatakayo kufanya wewe sasa uimplement kwanza upatikanaji wa hizo resources au upatikanaji wa hayo maarifa eh, rasilimali hizo, kabla hujaanza kufanya utekelezaji wa hilo lengo uliloliweka. Hiyo ni hatua ya tatu. Hatua ya nne, ndugu zangu, sasa ni kufanya tathmini ya maendeleo na kurekebisha mikakati. Eh, unatakiwa uangalie maendeleo yako mara kwa mara ili kuona kama utafikia malengo yako au huwezi kufikia malengo yako. Fanya tathmini ya kile ambacho um, uh, unakifanyia kazi na kile kile ambacho kinafanya kazi na kile ambacho hakifanyi kazi, na angalia ili kile ambacho unaona hakitafanya kazi au hakifanyi kazi uweze kuachana nacho. Kile ambacho unaona kinafanya kazi uwe kwenda nacho, na pengine sio kuachana nacho labda kufanya marekebisho, kufanya maboresho. Kwa hiyo katika mpango um, wako wa utekelezaji lazima uweke kipindi cha kufanya tathmini. Naweza kama una lengo lako la miezi sita, basi ujue labda miezi mitatu ya mwanzo ikiisha, nitafanya tathmini yone. Je, nimefikia 50% ya kile ninachokwenda kutekeleza, au ninachotaka kitokee, au bado asilimia ziko chini sana? Ni nini kimenikwamisha na hicho? Je, kina kinaweza kina kuboreshwa basi uweze kuboresha au uende mbele au ni wapi uli deviate kutoka kwenye mstari uweze kurudi uanze tena safari yako au useme ah enough is enough hapa nimeshindwa kabisa ufanye maamuzi in time kabla hujaenda ukawa umeharibikiwa sana hiyo ni hatua ya nne ukiweza kutekeleza hivyo utaweza kujijua kwamba unakwenda vizuri ama uendi vizuri na sasa ufanye namna gani hmm? ile ya niliongelea mwanzoni kwa mfano ile ya afya eh, ya kupunguza uzito kama nia yako ni ayako, ni, eh, ni kilo tano ndani ya miezi sita eh, basi lazima inapofika miezi mitatu, useme nimepunguza kilo ngapi hivi. Muda uliobaki nitaweza kumaliza zile kilo tano zilizobaki au hapana? Ukishajua hiyo, unaweza kuona sasa wapi ulikwenda wrong na ufanye nini ili kufanya hayo marekebisho. Hiyo ni hatua ya nne. Hatua ya tano, ambayo ndio ya mwisho sasa, ni kujiweka sasa katika mazingira mazuri ya kimaendeleo na kusema mazingira mazuri ya kimaendeleo maanake uzungukwe na nani? e, una, kabla hujaanza kutekeleza unataka uzungukwe na nani, ili jambo hilo unataka kwenda kutekeleza, mazingira yake yawe yale ambayo yanafikia kweli malengo hayo unakwenda kuyafanya. Na hiyo inaweza kuwa ni watu, inaweza kuwa ni mazingira, inaweza kama eneo fulani location labda. Yote hayo ni kujiweka katika mazingira mazuri ya kufanya hili jambo uh, litokee. Ninaposema hii ninakumbuka, um, kuna wimbo mmoja aliimba Rose uh, Muhando anaeleza, ana nasema jifunze kwa waliofanikiwa, walioshindwa, walio wana maneno mengi e, wanasema hawawezi kupambanua nyakati, walikisogea nao wanasogea, kivuli kikisogea nao wanasogea. Unaona wale walioshindwa wao yani lolote sawa tu. Sasa nawe ukiwa ndio wale ambao lolote sawa tu, maana utafikia malengo yako. Kwa hiyo lazima ujue ni watu gani wa kuambatana nao, ni marafiki gani wa kuambatana nao katika kipindi kile ambacho unataka kutekeleza lengo lako. Lazima ujue mazingira gani sasa uishi, ni marafiki gani uwaache, ni marafiki gani uwaingize on board, ili uweze kutekeleza lengo lako nje ya hapo unaweza ukajikuta ufikii malengo yako, na utaanza kulalamika, utafuta mchawi nani? elfu mbili na ishirini na nne sikufanikiwa, na elfu mbili na ishirini na tano sioni dalili ya kufanikiwa. Utaanza kumlaumu Mungu, utaanza kulaumu kila anayekuzunguka, lakini kumbe wewe tangu mwanzo hujaweka malengo yako kwa utaratibu ule ambao, uh, unatekelezeka, unatekelezeka ndugu zangu. Haya aizi, hatua tano nimefikiri nikushirikishe leo hii kwa wakati mwafaka, usije ukasema nimeshindwa kuanza elfu mbili ishirini na tano vizuri kwa sababu sikujua naanzia wapi, sikujua nipange vitu vya namna gani. Watu wanaongelea malengo, lakini huwa wanafanya nini? Mimi sielewi. Basi leo nimekuletea Hizo ndio hatua tano za msingi za kufuata ili uweze kuweka malengo yako vizuri na kuyatekeleza kwa mafanikio kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano hii. Utakapofika mwisho, basi uweze kusema nimeweza kutekeleza malengo yangu, ninafurahi, au sikuweza kutekeleza lolote. Linawezekana, lakini wakufanya uweze au usiweze ni wewe. Umeanzaje? unaelekea wapi? Ninawashukuru sana basi uh, ni waombe wote eh, tuweze kufikia elfu mbili na ishirini na tano kwa usalama kabisa, tuweze kuweka malengo yetu vizuri na tuyafikie malengo hayo, ili elfu mbili na ishirini na tano iweze kuwa mwaka wa mafanikio. Ni kualike basi, uendelee kuangalia video zetu zingine. Tunaendelea kutengeneza video nyingi nyingi nyingi ambazo zitakuwezesha wewe kuleta mafa, kufanya mafanikio yako binafsi, lakini mafanikio yanayokuzunguka, ili kwa pamoja tuweze kufanya dunia iwe mahali pazuri zaidi pa kuishi. Mshirikishe na mwenzio, share hii video, waione wengi. 2025 iwe mwaka mwema kwa dunia yote, na Mungu akaendelee kusifiwa. Asante sana, and bye for now.